Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu watazamaji. Hawa wanyama hawa nyama wako, wako Zanzibar kwenye hoteli inayoitwa Zakiri iliyopo Mture Ngamiani. Hawa wanyama wamefundishwa kwa utaalamu mzuri kabisa, na hawa wanyama wamekamatwa na kampuni ya Manyarabedi iliyopo Arusha ndani ya mkurugenzi ndugu Jumanne, hawa nyama wamekamatwa kwa uzuri kabisa bila ya kuwa na doa aina lolote kama mnavyoona hapa, wako vizuri kabisa. Napenda niwape namba ya kampuni ya wakamataji wanyama ambayo iko Arusha ni sifuri saba tano sita sifuri mbili saba na saba kumi na sita Sifuri saba tano sita sifuri mbili sabini na saba kumi na sita. Karibuni sana kwenye hoteli yetu iliyopo Zanzibar ambayo inaitwa Zakiri karibu na, na Mtule Ngamiani wanapatikana wanyama hawa kwa karibu kabisa. Karibuni sana wateja wetu, karibuni sana ndugu zangu kwenye hoteli ya Zakiri, mtapata utalii wa ndani kama huu mnavyoona, na pia tuna punda, tuna twiga, tuna kobe. Mashaallah, kama mnavyoona hapa, nyama anaitwa, anakuja, anakula mkononi mwa mtu. Okay, karibuni. Asalamu alaikum, karibuni sana wateja wetu, karibuni sana ndugu zangu, karibuni sana kwenye hoteli ya Zakiri iliyopo Arusha. Aa, karibuni sana samani, samani, karibuni sana kwenye hoteli yetu ya Zakiri iliyopo Zanzibar Mtule. Wanapatikana wanyama hao kwenye hoteli yetu, wanapatikana kwenye hoteli hii ya Zakiri. Hawa wanyama mnapoona hapa, hao wanyama wanakula mkononi. Hao wanyama wamefundishi, wamefundishika vizuri. Hao wanyama wanawaita majina na wanakuja kama mnavyoona huyu ni Suzi, anaitwa anaenda hapo. Mashaallah, auh. Hao wanyama wamekamatwa na kampuni ya Manyara Birds iliyopo Arusha kwa utaalamu mzuri kabisa. Mkitaka kutupata kwa ajili ya ukamataji wanyama, napenda niwatajie namba ya simu ni sifuri saba tano sita sifuri mbili sabini na saba kumi na sita Karibuni sana wenye hoteli na karibuni sana wenye mazuu kwa ajili ya ufugaji wa wanyama wa mbegu. Nafikiri mmeona vizuri, a wanyama wana afya nzuri, na wanaitwa wanakuja. Mashaallah. Karibuni sana ndugu zangu, karibuni sana Manyara Birds iliyopo Arusha, karibuni sana kwenye hoteli yetu iliyopo Zanzibar, mtule, mtule, Ngamiani, Zakir Hoteli. Mashaallah, naona mnyama anavyoenda, eh. Karibuni sana karibuni sana karibuni sana. Basi shukran, natakia kila la kheri na kazi njema na sisi pia tunawakaribisha kwenye kampuni yetu ya ukamataji ya wanyama iliyopo Arusha. Tunafundisha na tunakamata na kufundisha.